Bado naendelea kuwapa shukurani ongezi kwa kujitokeza kwa wingi katika shughuli zetu. Mmewaona jamaa eh? Mmewaona wana mkutano wa hadhara imewashinda na hiyo. Wanaosema mikutano ya hadhara ndio hivyo, utakuta labda kama matanga alokuwa maiti hakuonekana maana mnakuwa hamna uhakika kama mweke tanga au msiweke tanga au sipo. Lakini sisi kusema kweli, kila siku wanapata kiwewe zaidi, kila siku wanabadilisha mikakati ya kuiba, kila siku wanabadilisha mikakati ya dhulma. Inshaallah, hakuna hata mmoja mkakati wenu wa dhulma utakaokaa sawa Itawapinza, itawazonga, itawaangusha wenyewe. Inshaallah tarehe 29, huu ndio mwaka Mwenyezi Mungu alioweka wa kuwafedhehesha, huu ndio mwaka wa kuwafedhehesha. Wameletewa bilioni saba kutoka Dodoma, bwana wafanyie kampeni eh? Wamezitia upande wa kushoto hulia mara kwenye pua, mwisho haikuonekana. Sasa hivi wako mara sijui kama njiwa, mwaka huu nao ni wapiga kura? Au sijui. Ndugu zangu, mimi moja niseme, na hizi ni salamu zetu kwao kwamba tunajua wamezoea dhulma, lakini dhulma pia zimeshaonyesha kwamba hazikuwasaidia. Kama dhulma zingekuwa za kuwasaidia, zingewasaidia ishirini ishirini, maana ndo mwaka waliofanya dhulma zilizopita, mpaka na pamoja na dhulma zote hizo bado kwa uungwana wetu chini ya uongozi wa mzee wetu, bado wakapewa fursa. Maana waliiba kila kitu. Majimbo wakachukua, wadi wakachukua, roho za watu wakachukua, mifupa ya watu wakachukua, heshima za watu wakachukua, lakini leo wako wanarandaranda kama zenengo, wanarandaranda kama watoto wa mjini. Mnamjua zenengo? Maana yake nyuki, yeye hupita kwenye maua akatafuta asali, au sio? Wanatuona tukenda Matemwe tunakwenda kupata asali bwana. tukenda Mtende tunarudi na asali, tukenda na Fumba tunarudi na asali, au sivyo? Watu wanafunguka wanaeleza shida zao, kwa sababu wanatuamini. Imani yao kwamba hapa ndio kwenye uongozi, hapa ndio ambapo matatizo yetu yatatatuka. Wao mfano wazenengo, eh? Leo tuende hapa, leo tuende pale. Badala ya kurudi na asali, wanarudi na unga mtupu wanarudi na nini? Na tope, sio? Sasa hiyo ndio ujaza ya dhuluma Mwenyezi Mungu anaanza kuwaonesha leo, hata mchezo bado. Tunachowaambia sisi nchi yetu hii tumepita, tulikopita wazee wetu, tulipokuwa na matatizo wakakutana, wakayatatua mpaka tukafika pahala tukawa na serikali ya umoja wa kitaifa. Zilikuwa ni juhudi, ni busara za wazee wetu kutatua matatizo yetu. Hata kwenye familia yanakuweko matatizo. Sasa leo tuna serikali ya umoja wa kitaifa, wao pia haijawatosha, wanapiga vita isiwepo tena. Leo wanavyofanya juhudi yote hii kufanya dhuluma, tunajiuliza sasa, hii serikali ya umoja wa kitaifa ina faida gani? Sisi tunajua na ahadi yetu, tutafanya kazi nao kwa sababu katiba yetu ndio inavyosema. Atakayetokea wa pili, naye yumo. Kwa hivyo, na wao wasiwe na wasiwasi, watakuwemo ndani ya serikali na sisi tunawaahidi, tutawaonesha, tutawaonyesha nini na malengo ya serikali ya umoja wa kitaifa.